Miss Ma alikuwa na wasiwasi wasi sana baada ya kuona baba yake ametokomea <laughs> bila taarifa yoyote. Sasa wamepatana tena. Tena. Kwa nini uko hapa baba? Lai i o ta al Sasa, basi baba yake anamwambia na kukutanisha na Uncle Murong. Oh, oh. leo mepata shida sana mwanangu, leo. Ebu njoo hapa, ni kama nyumbani. Lakini baba, si ulikuwa unaumwa? Baba yako hapa amenitibu, ana dawa nzuri sana, sasa hivi naendelea vizuri sana, kila kitu kiko sawa. Sisi tumeishi jangwani muda mrefu, tunajua mengi sana hapa, kwa hiyo hakuna balaa. Ninajua kwamba ulikuwa na wasiwasi, lakini baba yako yuko salama kwa sasa.

Bendera za Ma Kongqun zikainuliwa juu, azifu hii. Uh, ni ngome yake. Anasema ni muda mrefu sasa nilipoteza utawala wangu, hatimaye nimerejea eh, juu tena. Natumai sintoteseka tena. Wewe ndo kitu pekee ambacho kwangu ni cha thamani zaidi. Basi mizizi yetu tutaanza kuishikiza kuanzia hapa. Mungu ametuweka salama ni muda wetu sasa wa kurudi katika dunia yetu. Mm, binti akafarijika. Unajua kipindi hiko, hey, mpaka anafanywa mfanyakazi anafujishwa nguo. Sasa huko nako wanajadili kuhusiana eh, na mambo mengi yanayoendelea na hususan kuhusiana na Hua Hanyi ambaye sasa naye amepita mm, wakijaribu kurejesha ngome yao. Kweli tutapata nafasi ya kushinda kwenye. Kila mmoja anatoa mawazo yao. Hii ni familia moja familia ya Ding. Ding Brother Ding yuko pale mbele, ndugu zake wadogo zake wako hapo. Ye Kai kashasinzia. Wewe Ye Kai. Mwamba alikuwa mbali sana na. Tunataka tukuteue wewe, wewe kiongozi wetu. Eh, uweze kutusaidia kuongoza baadhi ya watu katika eneo letu. Uko vizuri, tunakukubali. Ah, kwa nini sasa mmeamua kunichagua mimi? Ye Kai shundi

Na oh. Eh, naweza kuwa na uwezo. Eh, nasema jamani

Kuna mambo mengi ambayo nafikiri hatujayaongea e, nafikiri tutapata muda kidogo hapa tujajadili. Sasa hivi jamaa ameelekea kwenye jengo. Ameenda kwenye jengo. Ina maana ameenda kutibiwa, sio? Wenda wameunganisha nguvu au ni nini? Wakati wote, pengine basi ngome ya Ma Kongqun inaweza ikarudi tena. Kwani unajaribu kusema kitu gani? upanga. So we <unused> uh, lakini sasa ameanza kurejea taratibu na ameanza kutengeneza jeshi lake. Ee, inaonekana ngome namba moja yenye nguvu zaidi kwenye masho atarudi tena. Kwa hiyo basi na maana Makochu na familia yake wamerejea neno hmm. Ameenda kuungana na sisi, tukajua labda pengine hakutakuwa na vita tena, lakini kuna kitu akija kaa sasa. Mtoto wa Murong alishakufa hmm. Ingawa ni ilikuwa ni ajali, mbona basi Makochu hajaambiwa? Kuna kitu hapo, pengine Makochu anatakuwa anafanya

akimwambia mimi sasa ni pc ya mtu e, ndio master a. Nafikiri ebu mumsaidie huyu haraka. Unajua mara ya mwisho alipoteza chupa yake, kwa hiyo nafikiri atakuwa na njaa. Alikunywa damu ya kuku, sasa ameenda tena kujaziwa energy kidogo, ili apate kukaa sawa. Ni kama sheli pale, inabidi mafuta yajaziliziwe kidogo. Haya, wakati yote yakiendelea Ee, bibia huyu inaonekana naye ana kitu moyoni mwake dhidi ya mwamba. huwa hani Umeona e, binti pembeni pale e, mimi mlangoni ana jambo. Wakati wote huwa anakuwa hapa na na, na kama naota natamani ndoto hii isiishe kabisa. Anasema basi, itawezekana vipi uwe na ndoto isiishe kabisa? Sitaki kuondoka karibu yako Fu Hongxue. Kumbe yuko ndotoni akaanza kumtaja Fu Hongxue. Basi angalia Hua Hania akamwambia, huna nguvu sasa hivi, acha usiongee chochote. Anamsaidia mtu ambaye katika moyo wake kuna mwanaume mwingine, inahitaji moyo wa hali ya juu sana. Hebu fikiria kama ingekuwa ni kibongobongo, pale mtu unamwacha anguke hapo. Yani, mimi nakusaidia, afu unamtaja mwanaume mwingine. Haya, nani uko hapo mlangoni? Lsuo, nimeleta dawa, weka hapo mezani. cou niyo zii de enci pa enu na hanii

nimetamani sana kwamba eneo hili lirudi katika utawala wetu Rukin, ulien, Kasi. Kwa kuwa basi mambo ndivyo yalivyo kwa sasa, nafikiri tumeshapitia shida nyingi. Sasa miaka 15 imepita, ni wakati wetu wa kujiimarisha tena. Basi angalia, wakati wakiwa wamesimama hapa kama walivyopatana kwamba wataenda mpaka katika jengo jipya la Murong, wanapaita Murong Mansion, ndio imeandikwa vile pale. Eh, sasa mbona tumesikia vingi sana kuhusiana na Moron Fen. Pahali palipotulia, pana utulivu, hali kwa hiyo familia ndio inaishi. Kongpa de Murong Shanzhuang zaojiu bei Ma Kongqun gei zha le. Kwa hivyo basi mtazamaji wakawa wanatazama wakiwa wote pale wanaangalia jinsi gani ya kuingia katika jengo lile. Dangnian ta 60 dashou de shihou, wo hai canjia guo ta de shouyan na. Wo zenme keneng mei jian guo ta benren na? Hao, na yihui er women qu shitan yixia. Yao zenme

Asa, angalia hii ni memori ya muda kidogo e. Baada ya kijana kuambiwa ukweli juu yake, yeye asili yake ni nani, vitu vingi vimekuwa vikiusumbua mwelewake, hata kile kijitambaa ambacho kilichanwa kwenye nguo ya mama kilichotumika kumbeba mtoto siku ile siku ile alioneshwa

Basi analetewa taarifa kwamba hatoruhusiwa kuingia. Au nimekuwa nikitumika hapa miaka, kuna jambo lolote uliwahi kubaini juu ya masaa? Hivi zinafanyika sherehe ngapi inapofika birthday yake? Kama unavyojua, Master Murong ni mtoto ambaye ana, ni kama wasita. Kwa hiyo basi amekuwa akifanywa vitu vingi vikubwa na familia yake. Unakumbuka wageni wanaokuja kuhudhuria? Huyu ni mfanyikazi tu. Kwa nini mnamuuliza maswali?

Umeshaambiwa hatakagi kukutana na wageni, kwa nini unamlazimisha? Mbona inakuwa uko haraka sana katika kuhifadhi familia ya Murong, ikiwa wamesha kataa kuonana na huyo Murong eh? Master Murong, tuondoke tu. Kidogo wale wazee wakatokea pale pale, eh, kidogo sasa binti alikuwa anazuiazuia baba asitoke nje.

Haya, je, unajua ni siku gani ambapo walifunga ndoa akatajiwa? Nimesikia kwamba familia yenu ni nzuri sana, wanajua sana kupigana, lakini kusema ukweli, sijawahi kuona wako

Unajua sisi ni marafiki kwa muda mrefu, hatuwezi kuwa na tofauti kama unazozifikiria. Masta Munu amekaa hapa, ni kitu gani hicho ambacho? Wewe baba yangu anataka kuishi tu kwa amani bila vurugu zozote. Wewe nyamaza, mimi najua ninachokifanya. Hii sio staili ya bosi Ma hata kidogo. Haya, kuna kitu inaonekana inajua kutokana na historia baba yangu, unaweza kuona nichukia. Akisema mi sijui nikufanyie nini, na kutazama hivi naona kitu. Unajua, hata kama yalipita ya Fu Hongxue, sijui kama ya kwako yatapita. Nafikiri hii ni kitu ambacho, ikiwa basi, unataka kuniua ili kusudi ufanikisha unachotaka kufanikisha, hebu leo fanya. Mimi siwezi kulalamika wala kunung'unika.